Asante. Naitwa Fadhili Damian Kamuhanda, ni mkazi wa wilaya Ngara, mwenyeji wa wilaya Ngara, kata ya Rusumo, kijiji cha Kashalazi. Hususan mimi naweza nikatoa ushauri kwa wakulima wenzangu kwamba ni vizuri sana, kwanza kabisa wazingatie aina ya mazao wanayolima, wazingatie aina ya mazao wanayolima kwa sababu mvua ni chache sana ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Kwanza wajikite kwenye kulima mazao ya muda mfupi, lakini mazao ya muda mfupi yawe mazao ya chakula na yawe mazao ya biashara. Yapo pia mazao ya biashara ambayo ni ya muda mfupi. Mfano, nikizungumzia ma ma mazao ya biashara ambayo ni ya muda mfupi, tunazungumzia kama kahawa. Kahawa ni zao la muda mfupi, unapanda linakuwa linakaa kama miaka mitatu halijaweka ile, likianza kuweka ni kila mwaka linaweka. Sasa kuweka linaweka kwa tija gani? Kwa volume gani? Kwa ukubwa gani? ni wewe mwenyewe sasa unatunzaje shamba lako na kutumia mbolea. Aa, mbolea of course serikali imetusaidia sisi wakulima. Mbolea zipo kwenye mfumo wa ruzuku sasa hivi. Kwa hiyo badala ya uende dukani ununue mbolea kwa laki moja na nusu, na nusu ndio kuimezoeleka, leo ukiwa na elfu hamsini, sitini mpaka sitini na mbili unapata gunia la kilo hamsini. Ela nyingine yote hiyo iliyobakia almost karibia elfu tisini, themanini na wanaweka serikali kumsaidia mkulima. Na mimi ni mmoja kati ya wanufaika wa hiyo mbolea kama mkulima na uh, kitu kingine ambacho mimi naweza nikashauri pia ni uh, watu kuwa na kutokuwa na tamaa ya, ya, ya, ya, ya mazao yao yanapokuwa yameiva ya. Tukumbuke kuwa sisi wakulima tuna majukumu mengi, tunasomesha watoto, tunahitaji kusomesha watoto, lakini tunatakiwa kupanua kilimo pia cha mazao yetu mahindi, maharage, kahawa, migomba, lazima tufikirie kutunza akiba kwa ajili ya mtaji wetu wa kesho, kwa sababu mtaji ni rasilimali tulizozivuna. Mtaji ni nguvu zetu, mtaji ni akili yetu. Akili ni nini? Akili ni kujua, lazima uwe na akiba kwa ajili ya kesho yako. Asante kwa majina, naitwa Stafford Living Rubago, ni mkazi wa wilaya Ngara, lakini pia kata ya Kanazi. Uh, nipende kuongea kwa upande wa kutunza vyakula sisi ni wakulima wadogo wadogo ambao tujapata tuseme habari za kutunza vyakula kwenye magala, lakini pia, kutunza chakula ni pamoja na una kiasi gani cha kutunza. Wengine unakuta ni wakulima wadogo wadogo, lakini kutunza kwao ni vigumu kwa sababu ya hali ya uchumi. Ah, upande wa mbolea pia ni vigumu kupata mbolea kwa sababu ya gharama. Gharama inakuwa ni kubwa kwa sababu ya uwezo wa mtu isaoichi kwenye familia yake mbona analazimika kulima hivyo hivyo bila kutumia mbolea, kwa sababu ya hali ya uchumi alionao kifedha. Kwa maoni yangu, serikali ituletee tuseme, mbolea ambayo ina bei nafuu, hata yule mkulima wa chini apate kwa unafuu. Naitwa Juliet Wilson, ni mkazi wa kata ya Kanazi, kijiji cha Kanazi e, na mimi naliunga mkono ili la la mbolea la kutumia mbolea, kwa saa tunaongeza mazao kupitia vizuku ya mbolea, na tunajipatia chakula kingi cha kutosha tukitumia mbolea katika kilimo. Na kuhusu hili la chakula, kutunza akiba ya chakula ndani, tunatunza tunatunza akiba ya chakula ndani ili tusaidie hapo baadaye, tusishambuliwe na njaa, maana tunakuwa na watoto wanahitaji chakula na wanahitaji matumizi ya shuleni kama karo na matumizi mengine mbalimbali. Mimi kwa jina naitwa Andrea Antoni Msikana, ni mwenyeji wa wilaya ya Ngara, pia ni mzaliwa kata ya Kanazi, kijiji cha Mkibogoe. Nipo hapa kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Mwigulu Nchemba. Mimi kama mdau na mkulima mdogo mdogo wa kijijini, napenda kuunga mkono kauli hiyo aliyoitoa waziri wetu mkuu, kwa maana sisi kama wakulima wa kijijini wa kipato cha chini kabisa, huwa tunakuwa na mapungufu mbalimbali kulingana na mahitaji na majukumu tuliyonayo. Hivyo basi, kutokana na kauli kama hii hapa, tunamshukuru sana na tunaipongeza serikali yetu tukufu kwa kutoa ushauri kuto na kutukumbusha juu ya kuweka akiba ya chakula, kwa sababu tulio wengi kipato chetu ni kidogo, na kinapokuwa kidogo tayari kinatupelekea kuuza chakula, hatimaye tunakabiliwa na nini? Na janga la njaa, ukizingatia tuna watoto wanasoma, tuna mifugo mbalimbali inahitaji madawa. Kwa hiyo kwa kipato chetu kile kinatupelekea kuuza mazao, lakini kupitia kauli hapa nadhani tutakuwa makini ili hatimaye tuweze kumudu familia zetu na majukumu mbalimbali. Mimi naitwa Kristofa Nzoya ni mkazi wa kijiji cha Mkalee kata ya Kanazi wilaya ya Ngara na mkoa wa Kagera. Na namshukuru sana kiongozi mkuu wa serikali Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusisitiza na kuagiza wananchi waweze kujitunzia chakula majumbani mwao. Ili jambo ni jambo jema sana kwa sababu linatija chakura ukiuza chote ukamaliza, na baadaye ukapatwa na shida, maradhi aidha, mke mtoto, wewe mmeugua nyumbani na chakula chote mlimaliza, au mazao yote mliuza mkamaliza, ni shida, utakosa chakula nyumbani ili kiweze kukusaidia kupata tiba. Lakini pia kuna watoto wetu tunaowasomesha shule mbalimbali, nao pia karo ni ya muhimu, mavazi, madaftari, matumizi mbalimbali, hata maradhi huko shuleni. Kwa hiyo kama chakula kitakuwa kimeuzwa au mazao yote yameuzwa yame yameisha utapata shida. Lakini pia nimshukuru sana kiongozi mkuu kwa tamko hilo na niungane naye, lakini pia niwashukuru pia viongozi wetu wa wilaya ya Ngara, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa mashauri wilaya ya Ngara. Mfano kama mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Kanali Matias Kahadi amekuwa akizungumzia swala hilo kwenye ziara zake anazozungukia huko vijijini na kwenye makata, akiwaasa wananchi kutunza chakula, wasiuze chakula chote na wakamaliza katika nyumba, wabakize mazao kwa ajili ya kujikimu kwa maisha baadaye. Lakini pia hata kupanda kwa bei amekuwa akizungumzia kwamba mahindi yanauza kwa bei ndogo wakati wa mavuno, lakini baada ya muda kupanda bei, maharage upanda bei, na hivyo kushtukia wamekoswa pesa nyingi kwa sababu waliuza mapema.